Mwanamme mmoja anayefahamika kwa jina la Kajanja Mtebi mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa kijiji cha Sogoso kata ya Sima wilayani Sengerema mkoani Mwanza ameuawa kwa kudaiwa kukatakatwa na mapanga na watu wasiojulikana, huku chanzo cha tukio hilo bado kikiwa hakijafahamika. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya ndugu na majirani wa familia hiyo wamesikitishwa na tukio hilo na kuiomba serikali kufanya uchunguzi ili kubaini watu wanaodaiwa kutekeleza unyama huo na kuwachukulia hatua kali za kisheria. Mimi kwa majina naitwa Jeremia Lukanda, ni mkazi wa kijiji cha Sogoso. Nimesikitishwa sana na msiba huu. Huyu bwana Kajanja mte, Mtebi namfahamu sana vizuri sana tena vizuri sana, tumecheza naye mpira yani tunafurahia. Alikuwa mpiga picha mzuri. Hicho kitendo kisijirudie na kibainika wa tabia ya namna hiyo, nafikiri sheria ichukue mkondo wake. Matukio ya kinyama haya, serikali ichukue mkondo wake vizuri, upelelezi wa kutosha. Serikali ifanye uchunguzi wa kina kabisa kwa tukio ya namna hii. Wachukuliwe hatua za kisheria. Petronila Constantine. Taarifa hizi nimezipata na, na nimesikitika sana mimi kama mzazi kama mama, huyu mtu ninamfahamu vizuri sana, ni jirani yangu. Kwa kweli hili swala sikulifurahia kabisa. Kitendo hiki ni cha unyama. Serikali, ninaiomba watu hawa wakipatikana, wachukuliwe hatua za kisheria kwa sababu hili swala hatujalifurahia hatu, hatu, hapa kijijini kwetu. Mimi naitwa Masa. Ah, hilo tukio linasikitisha kwa kweli maana watu saa hizi wanakaa na hofu kuogopa ukitoka usiku ni changamoto. Kwa hiyo tunachoiomba serikali tusaidie kwa watu waliofanya wa tukio wakamatwe. Polisi ifanye uchunguzi kwa kina iwabaini watu waliofanya tukio watiwe mbaloni, sheria ifate mkondo wake, maana saa hizi familia zinakaa kwa hofu zikiogopa utekwaji, uonevu, unyanyasaji umekuwa mwingi, kwa hiyo serikali tunaiomba iwatie mbaloni watu wanaofanya matukio kama hao wakome. Mwenyekiti wa kijiji cha Sogoso Martin Luchagula amekiri kutokea kwa tukio hilo na kumtaja jina la mtu aliyefariki kuwa ni Kajanja Mtebi. Kwa jina naitwa Martin Luchagula Kasalari, mwenyekiti wa kijiji cha Sogoso. Marehemu saa moja saa moja akaondoka senta akaelekea kwake, ila kwake hakufika. Usiku ukaingia na usiku kucha kwake hakufika. Kesho yake asubuhi wakaanza kumtafuta kwamba yuko wapi, kwa sababu huwa hachelewi kufika nyumbani. Baadaye saa nane alasiri hivi ikaonekana kwamba mtoto mmoja akamuona kwamba ameuawa ame amechalangwa ame mapanga sehemu ya kitongoji cha Kasololo yeye ki yeye kwake ni kitongoji cha Isingisha, ile kijiji ni cha Sogoso tu, ni njiani, alikuwa ameweka njiani ile ile njii na machaka, kwa sababu na yeye alikuwa anapita tu na, na shughuli zake. Baada ya pale akaenda kwa kiongozi, kwa mwenyekiti wa kitongoji akamupa aka zile taarifa. Mwenyekiti wa kitongoji akanipigia mimi, ni mwenyekiti wa serikali akanipigia simu. Baada ya pale tukasema kwamba kwa kila mwana tuendepo, wananzengo wakakusanyika. Sasa na mimi ni, nikatoka nyumbani mpaka kufika pale kweli tukio tumelikuta, ni la hatari, hicho kimechalangwa. Baada ya pale, mkono mmoja ukakata tena kwenye goti la la, la mkono mwingine, tena vidole vyote kiganja hakipo kabisa, hatukioni. Haya ni matukio mabaya kwa kweli, hakuna watu mtu mmoja alinayempendezea kwa sababu ni masikitiko, kwa sababu tukiwa tuna uaowa kinyama namna hii sio kweli. Alikuwa anaitwa Kajanja Mtebi Kagoi, ndugu zake walikuwa anasema ana miaka umri wa miaka hamsini. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Sengerema Senyingaga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini watu waliohusika na mauaji hayo na kuchukua hatua kali za kisheria. kwa majina anaitwa Senyingaga, ni mkuu wa wilaya ya Sengerema. Ni kweli kama taarifa mlivyozisikia na mlivyopokea, tumepata hilo tukio hapo Sogoso, ambapo kuna uh, kuna mtu ambaye amekutwa amefariki kwa kukatwa, inasemekana kwa kukatwa mapanga. Ni kweli taarifa tumezipokea na basi wanaendelea na uchunguzi ili kuweza kubaini e, kubaini nini kimeweza kimeweza kutokea. Kwa ujumla anachoweza kusema tu kwamba matukio kama haya sio mazuri. E, mara nyingi tumekataza watu wasijichukulie sheria mkononi, lakini pia tumekataza hata maandiko matakatifu yanakataza tunaambiwa tusiue, tusieyo matatizo ya, ya, ya manani kama hayo yamekatazwa sio tu na serikali bali hata kama nilivyosema, na maandiko matakatifu hata ni mambo ambayo hayamp Mwenyezi Mungu na wala hayapendezi, uh, machoni machoni mwa binadamu. Rai yangu kwa wananchi eh, bado tunaendelea kutoa wito watu, tuendelee kuwa makini, watu tupendane Eh, hata kama tuna ugomvi basi twende tufikishane kwenye vyombo vya sheria. Vipo kwa ajili yetu, kwa ajili ya kusikiliza, kwa ajili ya ku, e, ya kuweza kutusaidia. basi tumeona tumeshindwa, pia tuna wazee, tuna viongozi wa dini, tuna serikali zetu za vijiji, tuna uongozi kule kwenye kata zetu, mpaka kwenye tarafa, kwenye wilaya, kote tunaweza tukafikisha. Basi hayo e, ni imani yangu waliofanya tukio kama hilo basi watakamatwa na wataweza kufikishwa kwenye vyombo vya sheria ili waweze sheria iweze kuchukua mkondo wake.